Utekelezaji wa mradi huu unakwenda kufanya kuwe na makao makuu ambayo sio tu yanakwenda kutekeleza lile lengo la msingi la kutengeneza na kupasha habari umma wa Tanzania, lakini hali kadhalika iwe ni nembo kwamba shirika la habari la taifa linatakiwa kuwa na jengo la aina fulani. Yaani ikija, ndo hii ndo BBC yetu, hii ndio VOA yetu, hii ndo Deutsche Welle yetu. Lazima ionekane hivyo. Na hata ukiangalia katika ramani ya majengo haya ya makao makuu ya TBC kuna mpaka uh, kumbukumbu za kiutamaduni, kuna mnara wa mzee Moris Nyunyusa na ngoma zake kumi. Yaani ni jengo moja nzuri sana ambalo linabeba mambo mbalimbali mbali, ukiacha lile lengo la msingi la, la kupasha habari kwa hivyo uh, kamati ya Bunge imekuja na yenyewe imekuwa imevutiwa sana na mradi huu, lakini na utekelezaji wake. Waheshimiwa wajumbe wa kamati hii ya elimu uh, utamaduni inakuwa na habari sasa habari, elimu, utamaduni na, na michezo, moja ya mambo ambayo wamekiri wame kukutana nayo ni kwamba walikuwa na picha ya kajengo kadogodogo hivi ka TBC, lakini wakaja wakakuta picha tofauti sana na fikra walizokuja nazo, na ni tofauti kwa wema. Kwa hivyo uh, tunafanya tu vizuri, na sisi jukumu letu la msingi, mtiririko wa fedha kwenye mradi huu unaendelea kuwepo ili mradi huu ukamilike kwa muda. Sasa sisi ni jukumu letu kufuatilia, kuhakikisha fedha zinakuja, mkandarasi hasimami tena, kazi hii inaendelea kufanyika na mradi unakamilika ndani ya muda huu ulioongezwa na niseme tu kabisa kwamba mradi huu ukikamilika utakuwa ni mmoja wa miradi nembo kabisa na legacy ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kati ya mambo mazuri atakayokuwa ameyafanya kwa, kwa sekta ya habari.